Wanawake na watoto kote katika kaunti za Marsabit, Isiolo na Samburu bado wanalazimika kutembea kilomita nyingi wakitafuta maji. Visima vilivyobaki havina maji ya kutosha na vimejaa watu, kimoja kinahudumia mamia ya watu na mifugo yao. Wakati mwingine, mawingu hukusanyika upeo wa macho yakiongeza matumaini ya mvua lakini hutoweka haraka. Usiku wa leo, katika makala maalum ya shajara ya ukame, mwanahabari wetu Ben Chumba anatupeleka katikati ya kaskazini mwa Kenya, ambapo uhai kuna uhaba wa maji, lakini ustahimilivu wao na matumaini ya siku njema unawapa nguvu ya kuishi. Tazama. <tipa> Kabla ya jua kuchomoza, wanawake wa eneo la North Horr, watoto na punda wao wanaanza safari wakitafuta maji. Miguu mitupu inakanyanga ardhi, mitungi ya manjano inagongana kwenye migongo ya punda. Wameazimia kuendelea na safari yao. Kufikia mapumziko, tayari wametembea umbali wa kilomita tano. Kufikia adhuhuri, wamekamilisha kilomita kumi. Kila hatua ni ukumbusho kwamba hapa maji hayapatikani, yanapiganiwa. Unaenda kutoka asubuhi mpaka jioni, unarudi kwa watoto wakati wameisha, hakuna kiu, wana njaa, hawajapata kitu cha kupiga chakula. Ile maji unalete tena inaharisha hawa. Unaweza enda masaa kama jioni ukose juu hiyo watumizi, ama wale wanatumia maji ni wengi sana mwisho wa safari ndefu, kinachowasubiri si afueni bali moyo kuvunjika. Ukifika tena huko unajua, ni bol moja tu. Sisi tunategemea wote, na wanyama watu kutumia. So unakuta huku unapenda, unaingia laini mrefu sana kama sahisi wale tu at least wako karibu na hapo au na shota, asubusubuhi so tena ikifika time ingine wanyama wanakunywa. So baadaye unakuta hata unaweza poteza kama one hour ukiongoja hiyo maji. Hiyo laini ni uhai lakini kwa wenyeji hapa, maji ni kitu ambacho wanakimbiza kila siku. Baadhi ya familia wanatembea hadi kilomita kumi kila siku kutafuta maji, na wanapopata maji, hayo maji yenyewe yana chumvi nyingi. Chumvi nyingi kwa watoto na hata wakati mwingine kwa mifugo. Wakati mwingine mawingu hukusanyika kwenye upeo wa macho yao mazito na yenye matumaini lakini hutoweka haraka yanapoonekana. Wakati mvua inanyesha maji atope ndo tunakunywa. Wakati unasema maji mzuri ndo tunakunywa. Wakati unaenda kuleta ile chumvi, hakuna chakula inabika, ni chumvi saa yote. Watu na ara, hakuna siku mtu hapana mgonjwa, homa nini, kila kitu tunapata kwa sababu hiyo maji. Mabolo zilikuwa imechimbachimbwa na projects na, lakini ngine kukaa broken down kwa sababu tena maji ile inapatikana ni chumvi So tena ile chumvi unajua inaharibu your pipes, inaweka ina rust mpaka inaharibika. Usiku fisi huja kunywa maji katika mabwawa yale yale ambapo wanawake uteka maji mchana. Hapa tu kwa laga, tunachimba tu kidogo kidogo, chemchemi tunatumia tuna, tuna hiyo ambaye tunakunywa na pamoja na fisi usiku. Fisi asubuhi, sisi tunaamkia lakini maji hayo yenye chumvi yaliyojaa madini yanawaua taratibu. Maradhi ya figo yanaongezeka miongoni mwa vijana, mmoja alikuwa tamefariki, so wawili wako hospitali kwa sababu ya dialysis, dialysis. Hii yote imeletwa na chumvi ya ma, maji ya chumvi hapo, so tunasaidia, tunaomba serikali na washikadau wengine watusaidie hutoi chumvi Serikali imeahidi kufungua mifumo ya kuchuja maji lakini gharama ni kusubiri muda mrefu zaidi. Kati, kati, kati, kati, kati.